Hapa ni Kibamba mkoani Dar es Salaam, mgombea uraisi kupitia chama cha NLD akiendelea na kampeni zake za kusaka kura za lala salama. Tunakwenda kumlipa mtu bungeni shilingi elfu sabini kwa siku, atalala, atakula, atasema ya wananchi, shughuli imefanyaje? Mshahara milioni wapate na nusu, walau apate naye ada ya kutuma kwa watoto, halafu zile fedha tunazipeleka kwenye huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na miundombinu. Lakini tunakwenda kupandisha mishahara ya watumishi wa umma, wakiwemo askari, wakiwemo walimu, wakiwemo madaktari. Kwa nini? Ukimlipa mtumishi mshahara mzuri, analipa kodi ya serikali. Akilipa kodi ya serikali, fedha inarudi kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Mbunge halipi kodi. Swala la huduma ya afya nalo akalitolea macho. Nendeni mkanipigie kura tarehe ishirini na tisa niwe rais, tuweze kwenda kuwahudumia. Maiti hamtalipia, mama mjamzito atajifungua bure. Hiyo ndiyo raha ya serikali yangu. Doyo anatarajiwa kuendelea na kampeni zake katika mkoa wa Dar es Salaam. mimi ni Jamali Hashim wa Azam News. <tune>